Wawili wa Somalia walionaswa kwenye kamera wakiikosea heshima bendera ya Kenya katika uga wa Nyayo walifikishwa mahakamani kwa makosa ya kuwa nchini kinyume cha sheria, kuharibu nembo ya umoja wa taifa na kuvuruga amani. Vijana hao hata hivyo hawakufunguliwa mashtaka baada ya hakimu mwandamizi Rose Gitao kuagiza wazuiliwe kwenye kituo cha watoto cha Gigiri. Hakimu huyo pia aliagiza ripoti ya uchunguzi iwasilishwe kabla ya vijana hao walio na umri wa chini ya miaka kumi na minane kushtakiwa. Ombi la jamaa za watoto hao kuruhusiwa kuwa hifadhi zilikataliwa, hakimu akisema hawakuwa wazazi wao. kufanya mambo kama yale, nakubali ya kwamba hayo ni maneno magumu na mabaya, lakini sasa tumeangalia umri ya hawa vijana, hawa watoto wako miaka kumi na nne. Sasa watoto kama hawa jambo ambalo wanafaa, wanafaa kufanyiwa ni kuambiwa hii ni makosa na kuchukuliwa taratibu. Kushikwa si, si mbaya, lakini kuwapeleka pale, kuwakalisha chini, kutafuta children's officer, kuambia hii ni nini mumefanya na vile ni makosa kwa kipengele fulani kwa nchi yetu.